Wakati tulikamata Goma tukasema mwenye anapenda tumika na siye atumiki, na mwenye hapendi anafanya nini? Tunamfunga. Sasa tulibafunga tukawa lemetre ku MONUSCO, MONUSCO wao bachunge hiyo, siye acha kula kwa kubakulisha MONUSCO, wabachunga panda de, tukasema mwenye anapenda enda anaenda, ana signate engagement yake, anatoka mkisoda mbele ya seiseri, seiseri bali letea ma fiche mpango wa Monesco, kila mtu akasinye. Mimi natoka mukisoda, mimi natoka mukisoda, mimi natoka mukisoda, mnurudishe kwetu. Kisha unakamata teni, unakamata bunduki, unakamata ekipement militaire, unafanya nini? Bakatupatia CM 23 tukambia seisere baprisonnier bako, bako aba eebaprisonnier jua kali ikawapandisha mumabisi wakaenda Kibumba Kibumba Ruchuru Ruchuru wakafika Butembo Butembo wakaenda Beni Beni ya vyo zingine zina wangoya wangoya wanafanya buchinga sana wanafika Butembo. Oh tunafika muinite tu sayi sayi na wambia pa musha andika nye mkoba prizonye musha andika kama natoka mkisoda, mwezi ulitea tena mkisoda. Sese na kutia mwavyo, ya nakurua mpaka kwenu kunyumba.

Tutaanzia Ku, ku, ku, ku maskad, tutaanzia ku airport tutaanzia ku nini, njoo yetu tukasikilizana sasa, tukafanya kwemu nane, si vile wandugu, si mwisha ziona kwa mareso, sio zile kwemu nane kamaradi jibenali alisulipea kwanza ya kwanza, wakasema nyie FARDC, na nyie ARC M23, ARC njo jeshi yetu, nyie muende mupigane mu neutralize FDLR

Kinshasa, no tutafanya gouvernement provisoire, musha visikia? Oh, miaka tano. Ayo, sem ventre kwa diriger pale kwenye iko vitu ya buwerewere. Sasa tuta diriger pale kwenye tugu miaka tano. Kongomani mwenye iko bandu mbu, mwenye kingana andika kutablo na chaki na muhogo jua kukosa chaki. <laughs> Eh, bandu kule ni danger eh, Equateur wanandika kutablo na muhogo. Iko na chaki za kupapatia, lakini kusema ile chaki ifike kwa ile ekole ya kule mpori ni shida, itapita wapi ile chaki? Hakuna njia, hakuna njia. Apa Mai Ndombe hapa unapatiaka mtu nguo kaone makuta, unapanaka nguo anakupa asali. Mai Ndombe hapa karibu na Kinshasa, Yumbi, teritoria ya Yumbi pale mwajeetelaba, hakuna makuta

tunakamata aba baadhi venye biko beni, viko wana uwa batu bandugu beni batu viko wana kufasaa nyama. Felix hana uwezo ya kuwaletea vale batu, lakini sisi na vijana wa majengo tuko na ile uwezo ya kuenda beni ile vale ya mwalika yote. Tunafanya nini? tunaisecurize

Kama tutarudisha amani, tudevelope nchi, tufanye nini watu waishi.